Mwana michezo mwenzetu wa DNA TV kwenye michezo, tunafahamu kwamba hivi sasa klabu zetu za Tanzania Simba na Yanga zinaanza katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini hapa zaidi tutagusia upande wa Simba, ambao hivi leo afisa habari wa klabu hiyo Ahmed Ally amezungumza ya, lakini pia eh, wamepata nafasi ya kuzungumza mengi sana kwa upande wa Simba mashabiki, pia amezungumzia hapo vitendo ambavyo wamepata adhabu hiyo katika kafu, lakini pia mengi ambayo wamezungumza yote kwa yote ni kuelekea katika mchezo wao wa Faridiano. Mchezo huu utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Moja ya kitu ambacho eh, ambacho kimeshangaza mara baada ya klabu ya Simba kupata adhabu ile ya kafu uh, Ahmed Ally amesema kwamba mashabiki wa Simba wapunguze mungu kali, na mimi pia baadaye nitakazia katika swala hilo, lakini tutaangalia nyama Simba, faida yake ni ipi katika mchezo huo dhidi ya timu ambayo aliipata nao tabu sana kule eh, Gaborone United ambao anacheza nao lakini Ee, Simba anakwendaje katika mchezo huo? Nitakujuza pia lakini, hapa tutazungumzia baadhi ya maeneo ambayo ni muhimu kwa kweli hasa katika pitch, lakini pia tutazungumzia maeneo ambayo ni muhimu kwa upande wa mashabiki, kitu gani cha kuzingatia? Mnyama Simba eh, alipata adhabu ya kucheza mchezo huo bila ya mashabiki, lakini pia adhabu hiyo imeambatana na faini ya shilingi milioni 212. Sasa, leo afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally kwenye mkutano na waandishi wa habari amesema kwamba si vitendo vya kiungwana, ndio maana CAF, wao wakaja na rungu na Simba amepata adhabu hiyo lakini pia mm, faini ya shilingi milioni 212. Unajua haya mambo haya unaweza ukachukulia masihara hivi, lakini timu inapopata faini ama inapotozwa faini ya mamilioni ya fedha, maana yake tunarudisha klabu nyuma. Let's say kwamba hiyo milioni 212 ingetumika pahala pengine, Simba ingezidi kusogea mbele lakini kitendo cha mchezo kuchezwa kutokana na mashabiki hii inarudisha nyuma tena, pia kwa sababu shabiki tunafahamu ni mchezaji wa kumi na mbili kiwanjani. Wanapokuwa wachezaji kumi na moja wanacheza lakini pia shabiki ni mchezaji wa kumi na mbili kiwanjani, yeye anachagiza kuhamasisha wachezaji. Wachezaji, hakuna kitu ambacho ni raha sana kama mchezaji akicheza akiwa anapata vibe la mashabiki, namaanisha pale akiwa anacheza mchezaji, mashabiki wakiwepo, manake wanapata raha, wanajisikia vizuri sana. Unajua kuna kelele za namna mbili. Kelele ya kwanza inaweza kawa kelele ya kukusifia, lakini pia kelele ya pili inaweza kawa kelele ya kukubeza. Ile ya kukusifia, ile inakutia mzuka kuzidi kufanya vizuri, lakini pia hata hiyo ya kukubeza inakutia mzuka kufanya vizuri kwa sababu Kiswa kila shabiki anafurahia anafurahia kile ambacho anakifanya na kile ambacho unakionyesha katika pitch. Mashabiki wakiwa nakuzomea kinakutia morali ya kuzidi kujituma vizuri zaidi. Sasa kucheza mchezo huo wa marejeano, alafu hakuna mashabiki itapunguza morali kwa baadhi ya wachezaji ambao wanakuwa wanacheza katika mchezo huo. Kwa nini? Kwa sababu home advantage ina faida kubwa sana kwa mashabiki kuongeza eh, mapato, lakini pia kutia hamasa ya kupata matokeo. Mchezo wa kwanza ulimalizika Simba akapata ushindi wa, wa bao moja kwa sifuri away dhidi ya Gaboroni United. Bao la mpanzo ndilo ambalo limewapa kifua mbele, lakini tulifahamu ama tuliona namna nzima ya mchezo ambavyo ulivyokuwa umechezwa. Simba alicheza, lakini Gaboroni kipindi cha pili walicheza vizuri sana, na walifika katika lango la Simba. umakini tu wao ulikosekana wa kuweza kurejesha bao. Simba anakwendaje kwenye huo mchezo? Simba inabidi azingatie maeneo matatu muhimu. cha kwanza kuwazuia uh, timu ya Gaboroni katika eneo lao la ushambuliaji, inabidi eneo la ulinzi liwe makini kweli kweli, lakini pia eneo la kiungo pamoja na idara ya ushambuliaji. Kocha Ahmed Moroko ana kazi kubwa ya kuivusha Simba katika hatua hii ya preliminary stage dhidi ya Gaboroni, lakini ni mchezo wake wa kwa kwanza kimashindano, inabidi aiheshimishe Simba, na tunafahamu yeye mwenyewe alizungumza kwamba amekuja Simba kwa lengo la kuifanya vizuri kwa sababu aliombwa, na amesema timu yoyote angeombwa, timu yoyote angeweza kufanya makubwa, na anahakikisha ama, ana imani kubwa kwamba kwenye mchezo huu wa siku ya Jumapili atafanya makubwa sana. Idara ya Simba kwenye eneo la ulinzi na sina wasiwasi nao mimi binafsi, kwa sababu eh, Pimpin pi Kamara yuko vizuri, lakini pia Roshan Deru aidha acheze na Chemarun na Chamuka Rabwe eh, uh, Anthony Mligo yuko vizuri sana, Shomari Kapombe. Idara ya eneo la kiungo Yusuf Kagoma, tumemwona jana kwenye mchezo wa jana wa ligi kuu amecheza vizuri sana, Mzamiru right yu Yasin Yuao, Jean Chezawa, Elia Mpanzu, Shubu Dennis, pamoja na wachezaji wa akiba Simba, huu mchezo ni muhimu kweli, kweli kweli, kwa sababu ni mchezo ambao anahitaji mabao lakini pia anahitaji kutokuruhusu timu ya Gaboroni kupata bao lolote. Unakwendaje kwenye mechi kama hii? Cha kuzingatia ni mambo ambayo kochi amekukochi kwenye kiwanja chako cha mazoezi, unakiadapt kidpt kwenye mechi husika. Kwa nini? Kwa sababu Gaboroni wana kiwango bora sana kwa baadhi ya wachezaji. Kuangalia wachezaji wao ni hatari sana, wana striker wao namba kumi anatumia mguu wa kushoto mwamba ni fundi kweli kweli, yule alisumbua kwenye mchezo wa kwanza. Mimi ambacho eh, kitanipa mashaka kwenye mchezo huu Simba, eh, kwenye eneo lake la ulinzi azingatie mazingatio mazuri sana ya kumkaba jezi namba kumi wa timu ya Gaborone. Mwamba ni multi talented sana, ana skills za kutosha, alisumbua kwenye mchezo wa away nadhani coach uh, emedi morocco pamoja na Suleiman matola wamemsoma vizuri sana kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia kwenye picha za marejeo kwenye mchezo ule wa kwanza. Mnyama Simba ni timu nyingine kubwa barani Afrika. Timu ya Simba inashika nafasi ya tano kwenye ranking za kafu za barani Afrika, na tunafahamu Simba mambo ambayo ameyafanya kwenye soka la kimataifa. Hilo kila mtu, hakuna ambaye ana mashaka nalo wala hakuna mtu ambaye ana, ana wasiwasi na kikosi cha Simba kwa jinsi ambavyo anacheza kwenye kimataifa. Ameanza vizuri, ameanza vizuri sana kwenye mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara mnyama Simba siku ya jana, na akapata ushindi wa kutosha. Timu ilikuwa chini ya Hemedimo, uh, Suleiman Matora. Tumeona Simba aliocheza vizuri, ile confidence ambayo amepata kwenye mchezo wa ligi kuu ndio ambayo ataipeleka tena kwenye mchezo wa klabu uh, klub, uh, klabu bingwa barani Afrika. Nadhani kila mtanzania anaitakia kila laheri timu zetu za Tanzania, lakini pia timu zetu za Tanzania visiwani nazo pia zinashiriki vizuri kwenye michuano hii ya kimataifa. Jambo la kushukuru uh, kwa mashabiki wa timu ya Simba kwa kupata kwa kupatikana coach ambaye anai coach timu kwenye mechi hii, kwa sababu tumeona uh, Faru Davis ameondoka katika timu ya Simba lakini tayari uongozi wa Simba wamepata coach ambaye alikuwa na kinoa kikosi cha timu ya taifa cha Tanzania, Taifa Stars Emedi Morocco, na amekuja rasmi kwenye kikosi cha Simba na wame, kwa, kwa, mujibu wao wenyewe wanasema kwamba Emedi Morocco atakaa pale kwa eh, kwa coach kwenye mchezo huu wa kimataifa huko, akitafuta kocha mwingine ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Faru Davis ambaye ameondoka kwenye kikosi cha Simba na hivi sasa yuko Raja Casablanca. Bwana mchezo mwenzetu kama bado jamaa na familia, hebu subscribe hapo alafu bonyeza alama ya kengele uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza. Hapa tunazungumzia michezo lakini kubwa zaidi kwenye mchezo wa siku ya Jumapili Nyama Simba dhidi ya Gaborone United. Mimi yamimi, ni Shekoda hapo, muda wote, mzee g, cha msingi ni kuendelea kubaki na sisi.